Neno langu si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Sema leo ninabeba nyundo ya Bwana, nyundo ya vita ivunjayo mawe vipande vipande. Ninavunja mipaka yao, ninavunja mipaka yao. Mipaka ya magonjwa waliyonijengea, ninaivunja leo. Mipaka ya kukataliwa walionichengea ninaivunja leo, mipaka ya dhiki, mipaka ya tabu, mipaka ya umaskini ninaivunja leo kwa jina la Yesu. Achia tumbo langu, achia watoto wangu, achia biashara yangu, achia elimu yangu. Ewe mipaka ya kufunga elimu, ewe mipaka ya kufunga sponsa wasinisaidie leo, naiangusha kama ukuta wa Yeriko ulivyoanguka, na ndivyo leo ninaangusha, ninaangusha mipaka yao. Sema ng'oka kwa jina Yesu. Nisikilize sasa, amina. Mpaka wa mtu unaweza ukainuliwa katika frequency ya rohoni ili kuzuia hatima ya mtu hii kusuia umiliki wa mtu, unang'angana mwilini ili uvuke wewe hatua fulani, unashindwa kuvuka kwa sababu kuna ukuta wa rohoni ambao umeinuliwa kama mpaka wa kiroho. Na ndiyo maana ukipata kazi haudumu kwenye kazi, ukipata ndoa inaishia talaka, ukianza biashara inamalizikia kuanguka. Kila jambo ukianza kujianzisha na mafanikio juu ya maisha yako haufiki mwisho wa mafanikio yako. Ukianza kujenga nyumba unashakaa nyumba hauimalizi. Kuna watu tangu wameanza kujenga nyumba sasa hivi, ina miaka kumi, ina miaka ishirini, mpaka hata majirani pale eneo ambayo wameanza kujenga nyumba yako wanajua hata umekufa, kumbe huko hai. Bwana Yesu asifiwe. Ilini walishaweka mpaka wa rohoni, huyu mtu atakiwi kujenga Huyu mtu atakiwi kujenga, akianza hatua ya kujenga asiimalize nyumba na nyumba imshinde, mwisho wa siku matofali yaanze kuibiwa, mchanga uanze kuibiwa, kokoto vianze kuibiwa, kama uyasa ulishapiga na paa, unakuta mpaka bati wananzene wameng'oa wameondoka nazo. Mimi mpaka wako utakiwi kujenga, sema leo na uondoa kwa jina la Yesu. Leo nauondoa huo mpaka walioniwekea nisisafiri nisifanikiwe, ninauondoa kwa jina Yesu. Unaona ukuta wa Yeriko, ukuta wa Yeriko uliinuliwa kwa ajili ya watu wasiweze kuingia ndani ya Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukuta wa Yeriko ulikuwa kama mpaka wa wana wa Yeriko na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walimpeleleza mji wa Yeriko, wakajua huu mji ni mji ambao unatiririka asali na maziwa, ni mji ambao hata matunda yake ni kama mbinguni, ni mji ambao hata Mungu ametupa tuumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa huko ukuta wa Yeriko unaozuia wasiingie katika mji wao wa kutimika asali na maziwa. Kwa hiyo mji unatakiwa uende kwenye nchi yako ya baraka, uende kwenye baraka za maisha yako, uende kwenye umiliki wako, uende kwenye ndoa yako, usafiri, uende ng'ambo. Ukisha safiri ukaenda ng'ambo, ujue utajenga nyumba. Ukisha safiri ukaenda ng'ambo, ujue utafungua mabiashara katika nchi yako. Ukisha safiri ukaenda ng'ambo, utanunua viwanja Ukisha safiri ukaenda ngambo usikute hata mchumba wako yuko ngambo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Kwa hiyo sasa, kuna ukuta unainuliwa, huyu mtu asisafiri, huyu mtu asisafiri. Maanake kusafiri kwake tu tayari familia yake itakula, watu wa nyumbani kwake watasoma na kufanikiwa. Yeye ndiye nini? Yeye ndiye nyota ya familia kwa kuwa yeye ndiye nyota ya familia, inabidi azuiliwe. Anazuiliwaje? Tujenge mpaka wa rohoni, huu mpaka wa rohoni, mwisho wake pawe hapa. Anataka kuvuka hapa. Naongea na watu wa Mungu hapa, naongea na watu wa Mungu hapa. Kwa hiyo sasa wana wa, wa Israeli walipotaka kuvuka, walipotoka kuvuka ule mto Yoda na mpaka wa Yeriko, ukuta wa Yeriko unawazuia. Yeriko inasemaje? hakuna mtu kupita Yeriko, inasema hakuna mtu kufanyaje? hakuna mtu kupita, hakuna sanduku la agano kuvuka, hakuna mtu kwenda. Na waliwatuma wapelelezi, walikuwa wameshaujua ule mji ni mji ambao una mali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo kwenye maisha yako unapotaka kwenda kumiliki mahali, ujue walisha walishaweka ulinzi wa ukuta wa rohoni, na pia wako majemedari. Ukifanikiwa kuangusha ukuta, wako majemedari wanaolinda ukuta. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza, wana wa Israeli walikuanza kuanza na kibarua cha kuangusha hili ukuta wa Yeriko ukuta wa Yeriko. Namba moja wakaanza na kibarua cha kumvunja ukuta wa Yeriko. Baada ya kuvunja ukuta wa Yeriko, wakadili na wale majemadari wa ukuta wa Yeriko. Hebu sema kwa jina la Yesu, sema leo ninadili leo na ukuta wa Yeriko ulionizuia ukuta wao mpaka wao ulioweka kizuizi juu ya maisha yangu, ninauangusha kuanzia sasa. Ninauangusha, uachie maisha yangu, uachie hatua zangu kwa jina la Yesu. Ukuta wa Yeriko uko mbele yako. Biashara unayotaka kumiliki, mbele kuna ukuta wa Yeriko. Amen. Ndoo unayotaka iwe na amani, kuna ukuta mpaka huko unatamana tu ndoa yako iwe na amani, anza kufikiria ukuta ambao uliinuliwa au kuinuliwa kwako. Tu mama yako ndoa yake ilikuwa ina amani? Kuna familia nzima ilishawekewa nini, mpaka ukuta wa roho zidiwe, kwamba hii familia, sio mama, sio watoto, ndoa zao zitakuwa za migogoro, ndoa zao zitakuwa nivuta nikuvute vuta ni kuvute, mateke magumi, makofi, mitama. Yaani ndoa ni ya parangana, yaani parangana, parangana. Haleluya! Leo unakaa wiki moja nimo... wiki moja kwenye ndoa, wiki tatu nyumbani, unarudisha mabegi nyumbani. Wiki tatu unarudisha mabegi tena. Yaani ndoa ni mkimbizi ambaye hana matuo. Haleluya! Ni nini? Ni mpaka wa rohoni uliochengwa tangu enzi ya wazazi wako. Sema kwa china Yesu, huo mpaka na uambusho leo uachie maisha yangu, uachie watoto wangu, uachie familia yangu kwa china Yesu sumode. Nikawaambia shetani, usiyempiga leo, kesho atawapiga watoto wako. Wewe umepata neema ya kuujua ufuruo wa kundili na shetani umepata neema ya kujua kwamba kuna mpaka wa rohoni. Mtoto wako ujui kwamba atakenyela kusikia kuna mpaka wa rohoni. Mtoto wako ujui kama iko siku atakuja kusikia kumwangusha kojaji wa maisha yangu. Ujui mtoto wako kama iko siku atasikia somo linaitwa kumpiga adui wa motoni. Haleluya! wewe umepata neema Leo unajifunza angalau, unajua kuangusha viti vya enzi vya shetani. Umepata neema, angalau unasikia masomo ina, masomo yanasema kuzimu ipo. Umepata neema, angalau unasikia masomo kwamba kuangusha kazi za jini Makata ama jini Maimuna ama jini Shamsu ama jini Wiat, lakini mtoto wako haujui kwamba iko siku atakuja kupata neema ya kusikia hayo. Wewe umepata neema ya kusikia haya, kwa hiyo tenda kazi, umpige shetani, hachie uzao wa tumo lako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Shetani usiyemshinda leo, kesho atawashinda watoto wako. Shetani usipompiga leo, kesho atawapiga watoto wako. Shetani usiyeinuka naye leo ukamkimbiza mchaka, mchaka kesho atawakimbiza mchakamchaka mchaka watoto wako. Kwa hiyo wewe simama, umepata neema ya kumjua Mungu, umepata neema ya kuyashikilia maombi, umepata neema ya kujua kufunga, umepata neema ya kujua mikesha, umepata neema ya kujifunza Bibilia. Hiyo neema itumie kuukomboa uzao wa tumbo lako. Naongea watu wa Mungu hapa. Hebu sema amina. Sema amina. Sema amina. Sikiliza. Kwa nini leo you are so struggled in spiritual? It's not only in spiritual, even in physical. You are so struggle in your success way. You are you so fighting. Unapambana sana. Unang'ang'ana sana katika ulimwengu wa roho. Unang'ang'ana kufanikiwa. Unang'ang'ana kupata neema ya kwenda hatua moja hatua nyingine katika kimaisha, hata kupata pesa unang'ang'ana. Wa baba yako akupigana vita, mama yako akupigana vita. Shetani aliwashinda wazazi wako, ile vita ikaamia kwako, na wewe usipomshinda shetani, ile ile vita iliyokushinda wewe itashinda watoto wako. Sema leo nasimama ninapiga vita ninapiga vita ninavipiga vita vilivyo nina vyenye nguvu kumwangusha adui wa watoto wangu kumwangusha adui wa maisha yangu kuangusha kuta zao na kuvunja mifupa yao kwa jina la Yesu Kristo, na kuzikatakata pingu zao kwa jina la Yesu. Umepata neema ya kupigana vita, pigana vita kwa nguvu zako zote pigana vita, pata jasho lako la damu limwagike. Ni nini? I fight for my generation. I fight for my family. I fight for my future. Pambana, pigana, usipopigana ni nguvu kumiliki. Haleluya, haleluya! Shetani hawezi kukupa unachokitaka kirahisi na umbiti properly yani mpinge vizuri, mgonge kisawasawa. Haleluya! yeah, yeah. Mimi wana wambia siku zote, sikiliza, mtu yeyote anaye simama mbele yako kwa ajili ya kuzuia hatima yako, huyo no ndio shetani mwenyewe. Mburuze proper, mgonge kisawasawa. Haleluya, haleluya, haleluya! Majeshi, majeshi Majeshi, majeshi, nisikilize mtumishi wa Mungu, shetani aji na mapembe, shetani aji na kwato, shetani aji na mkia, shetani anakuja kama mtu wa kawaida, anakuja kama mwanadamu, lakini ndiye yule azuiaye, ndiye yule apingaye. Nawe inua silaha zako za vita, pambana naye, shindana naye, pigana naye, hakikisha umemweka wapi chini. Haleluya, haleluya, haleluya majeshi, majeshi. Yemayin. Unaona, mambo yako yaendi, ukijaribu ili ya aliendi, ukijaribu ili aliendi. Yuko adui ulicheka naye akakujengea mpaka wa roho. Yuko adui uliona ni mtu wa kawaida. Biblia inasema hivi kwamba si ajabu shetani ujigeuza kuwa mfano wa malaika kwa malaika na bado ikaendelea. Biblia itashangaza, hata watenda kazi wake hata mawakala zake maagenti wa shetani nao hujigeuza kuwa kama baba yao, na kazi zao zikafanana na baba yao. Haleluya, Bwana Yesu sijiwe. Hebu mtieni, nakowambie pigana vita, kwambie pigana vita huwa nawaambia siku zote, things don't just happen. Ukiona vyaelea ujue vimeundwa, ujue vimeundwa, vitu havitokei. You must fight, you must fight, yani pambana kwa damu yako yote. Haleluya! ili mambo yatokee, lazima upambane, na uwe tayari kupambana, na uwe tayari kumwaga damu kwa ajili ya hatima ya maisha yako. Ukiwa muoga muoga, utashangaa wengine wanaenda, wewe umebaki. Tukisema mfungo funga, maanisha. Tukisema mkesha, maanisha mkesha. Tukisema maombi, maanisha maombi. Utaona kama utapenda. Utaona kama utapenda. Bwana Yesu, iwe shida ya Wakristo, yaani wanakuja kwa kubipu kwa wa kanisa maanisha. Nenda. Yeah. Ma maanisha kama kanisa likuwezi, uwezi kanisa shika njia, nenda kwenye mikito huko. Haleluya. Nenda. Mungu asifiwe. Yaani yeah. Yeah. kama uwezi kanisa, mambo ya kanisa uyawezi. Nenda katafute waganga, uone. Haleluya. Yeah. Nenda. Mungu asifiwe. Uone ilivyo expensive kuliko kanisa.